Rais wa Tanzania Samia Suluhu hasan amemteua Mwigulu Nchemba kama waziri mkuu wa taifa hilo kufuatia ushindi wake katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Nchemba ni mchumi, kada wa muda mrefu wa Chama cha Mapinduzi CCM. Anamrithi Kasim Majaliwa anayemaliza muda wake. Mwanasiasa huyo wa muda mrefu alikuwa waziri wa fedha katika serikali ya awali. Bunge tayari limethibitisha uteuzi wake na anatarajiwa kuapishwa kesho Ijumaa, na kama anavyoripoti Leila Mohamed, kiongozi huyo ameahidi kuwa serikali yake itazingatia uwajibikaji, uadilifu na kasi katika kutatua changamoto za wananchi. Bunge la kumi na tatu lilimpa mapokezi ya hadhi ya juu mpambe wa rais, Brigedia Jenerali Nyamburi Mashauri, alipoingia bungeni siku hii akiwa na ujumbe maalum kutoka Ikulu ya Dodoma. Na alipofika karibu na Spika Musa Azanzungu, Jenerali Mashauri aliwasilisha ujumbe aliokuwa nao: Mheshimiwa Spika, limeelekezwa na Mheshimiwa Rais Dkt Samia Suluhu Hassan namilijeshi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwasilisha ujumbe maalum kwako. Alipoifungua bahasha nyekundu, spika alitambulisha jina la aliyeteuliwa kuwa waziri mkuu mpya wa Tanzania. Kwa kutekeleza matakwa hayo kikatiba, ya kikatiba, nimemteua Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lamek Nchemba. Wabungi wenzake wakikimbia kumpa hongera Mheshimiwa Mwigulu Lamek Nchemba Madelu ambaye anajiandaa kuchukua majukumu mapya ya waziri mkuu katika awamu hii mpya ya rais Samia Suluhu Hassan nchini Tanzania. Waziri mkuu atakuwa na madaraka ya juu ya udhibiti, usimamiaji, utekelezaji wa siku hata siku wa kazi na shughuli za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nchemba anakuwa waziri mkuu wa kumi na mbili wa Tanzania na anapokea wadhifa uliokuwa unashikiliwa na Kasim Majaliwa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 na ameapa kunyoosha utumishi wa umma ili kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Wavivu wote, wazembe wote ndani ya ofisi za umma nitakuja na fiekeo na rato. Lazima maono ya mheshimiwa rais, ahadi ambazo mheshimiwa rais amewaahidi Watanzania lazima zitekelezwe. Uteuzi wake umepokewa kwa hisia mseto na wabunge wa chama tawala CCM pamoja na upinzani. Mimi nina imani naye kutokana na utendaji kazi wake, na ni muombe aende, kikubwa ni kuangalia maslahi ya wananchi. Kwa hiyo naamini atakwenda kufanya vizuri na kuhakikisha kwamba uh, hizo changamoto zote za rushwa, za ubadhirifu tunaziondoa na kuzitokomeza kabisa. Ni kiongozi naye mfahamu, nina imani atakwenda kugusa hisia za wananchi, atakwenda kupambana na wala rushwa atakwenda kupambana na watumishi ambao hawana maadili na atakwenda kufanya mambo mengi, mageuzi makubwa kama alivyozungumza katika hotuba yake, pamoja na sisi kukaa katika bunge hili kupitisha bajeti makubwa ambayo yanaenda kwa wananchi, mwisho wa siku yanaenda kutekelezwa kwa levo za wananchi kule chini, kwa kusipokuwepo na uwajibikaji kwa wananchi, haya yote tunayoyafanya hapa hela hizo zitaenda kupotea na yale tunayokusudia wananchi kuyapata hawatayapata. Licha ya hayo, pia amewahi kutoa matamshi hapo awali ambayo yalionekana kuwa kwanza, baadhi ya raia kauli iliyoibua mjadala mkubwa ilitolewa mwaka 2021 alipokuwa akiwasilisha bajeti akiwa waziri wa fedha, aliposema kwamba anayehisi afadhali kuhamia Burundi basi aende tu. Hii ni baada ya kuulizwa kuhusu malalamiko ya wananchi juu ya kodi kwenye miamala ya simu akisisitiza kuwa sheria ikishapitishwa na Bunge hainabudi kutekelezwa. Leila Muhamed, BBC Dira ya Dunia, Nairobi. Tusalie katika taarifa hiyo. Sasa, uteuzi wa Mwigulu Nchemba kama waziri mkuu mpya unatoa taswira gani kuhusu mwelekeo wa uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan katika awamu hii mpya? Na je alitarajiwa yeye kuchaguliwa? Nimemuuliza swali hilo mchambuzi wa siasa Mohamed Isa akiwa jijini Dar es Salaam. Ah, ndiyo, alikuwa miongoni mwa ambao wanategemewa sana kwa sisi wafuatiliaji wa mambo, kwa sababu toka elfu mbili kumi na tano huyu alikuwepo kwenye kinyang'anyiro cha ugombea uraisi, akaja akaibuka marehemu John Pombe Magufuli, lakini pia alikuwa anategemewa kwa hali ilivyo ilikuwa inatakiwa sana mtu mwenye uzoefu, na huyu amekuwa na uzoefu mkubwa katika serikali, kuanzia naibu waziri wakati wa mheshimiwa Kikwete, naibu waziri wa fedha, akaja kuwa naibu, akaja kuwa waziri wa mifugo na uvuvi, na waziri wa katiba na mambo ya sheria, uh, uh, wa sheria na mambo ya katiba wakati wa John Pombe Magufuli. Lakini akaja kuwa waziri wa fedha toka 2021 mpaka leo. Kwa hiyo ilikuwa ni katika wategemewa wakubwa, ingawa watu wengi hawakujua hilo. Sasa uteuzi wake unatoa taswira gani kuhusu uongozi wa Rais Samia miaka mitano ijayo? Ni kweli uteuzi wa waziri mkuu katika nchi yoyote ile unatoa taswira fulani. Uh, mimi kwa ninavyoona kwanza inaonekana kipaumbele E, cha mheshimiwa rais kipo katika suala la utulivu na amani ya nchi, na ndio maana wamemsikia waziri mkuu mteule akisema wazi kwamba yote yale ambayo tunayategemea hayawezi kutimia pasi na kuwa na amani. Lakini pia e, ni suala la utekelezaji wa ile dira ya taifa ya elfu mbili hamsini pamoja na ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo ameyazungumza pia waziri mkuu mteule, na la tatu tunaloliona hapa ni suala la usimamizi madhubuti wa wafanyakazi watumishi wa serikali. Ndio kauli iliyokuja ya waziri mkuu mteule kwamba wale wavivu, wazembe, wala rushwa atakuja na fagio pamoja na, uh, na lile la kuzolea takataka. Kwa hiyo ni unaonyesha kwamba kuna msisitizo kwenye usimamizi wa wafanyakazi serikalini. Lakini la mwisho ni kwamba maono ya rais yale ya zile R nne ni wazi kabisa. Uh, waziri mkuu amewekwa uh, kwa ajili ya kutekeleza, ikiwa ya kwanza ni maridhiano. Na, kuna baadhi ya watu Mohamed wanasema kwamba Mwigulu Nchemba ni sura ile ile kwenye serikali ile ile, hakuna jipya tunalotarajia kutoka kwake. Maoni yako ni yapi kuhusiana na hilo? Ni kweli. Ni kweli, ni sura ile ile, eh, serikali ni ile ile lakini uh, inawezekana ikatoa taswira ambayo tafsiri ambayo si sahihi. Kwa sasa hivi hali ya mambo imebadilika mno Tanzania ipo katika limbo hili tunaloliona eh, na haiwezekani tena mambo yakawa yale yale, wanasema business as usual. Kwa hiyo ilikuwa inatakiwa waziri mkuu mchapakazi eh, waziri mkuu ambaye atakuwa na uthubutu wa kuweza kukabiliana na hali hii iliyopo, lakini pia uzoefu mkubwa, na aweze kuisimamia serikali katika kipindi hiki kigumu ambacho serikali inapita. Na kwa hapa, ni kweli kabisa uteuzi wa waziri e, mheshimiwa Mwigulu Nchemba inaonyesha inatosha. Kwa hiyo, ni kweli ni yule yule serikali ile ile, lakini mazingira yamebadilika, na kwa hivyo e, tunategemea mapya katika kipindi hiki kwa uteuzi wa waziri mkuu. Kesho Ijumaa Rais Samia anatarajiwa kuhutubia bunge rasmi. Hotuba yake inapaswa kugusia mambo gani ili kuhakikisha kwamba serikali yake inaanza ikiwa na umoja na mshikamano kwa Watanzania wote? Uh, kwanza tunategemea suala la amani na maridhiano ikiwa ni moja ya zile ara zake nne, ile ara ya kwanza ile ya maridhiano ya kitaifa kurejesha, eh, matumaini ya Watanzania waliokata tamaa hili tunalitegemea sana na ulimwengu unategemea pia. Hajatoa kauli ya namna gani tutatoka kwenye hali tulionayo, eh, tangu achaguliwe kuwa rais na kuapishwa. Kwa hiyo tunalitegemea hili kulisikia kesho, eh, ili waliokata tamaa katika Watanzania waweze kurejesha E, tamaa e, yao na matumaini, lakini pia kupata mwelekeo wa mageuzi ambayo yanapigiwa kelele na Watanzania wakiwemo vyama vya upinzani, mageuzi kuelekea kwenye katiba mpya, e, sheria mpya za uchaguzi na mambo mengi ambayo yanategemewa yao yamebadilika. Tunategemea pia suala la kurejesha matumaini kwa wawekezaji kwamba Tanzania bado ni nchi salama kwa uwekezaji, kwa hivyo uh, waendelee kubaki nchini na wale wanataka kuja waje, kwa sababu tayari kulianza kutokea hata baadhi ya wasiwasi kwamba pengine nchi imebadilika, watu wakaondoa rasilimali zao au wasije. Lakini la, la, la, jingine ni kero za wananchi kushughulikiwa ipasavyo. Imeonekana wengi ambao wamefikia mpaka kuleta vurugu ni kutokana na kero walizonazo. Tunategemea itolewe kauli ya Mheshimiwa Rais kuelekea namna gani serikali yake hii mpya itakavyoweza kuendea kero za wananchi. Shukran sana. Asante. Na mahojiano hayo yanahitimisha taarifa yetu kuu.